Wakati haya yakijiri Askofu Mkuu wa Kanisa Katoliki Dayosisi ya Nyeri Anthony Muheria ameitaka serikali kufanya marekebisho ya bima ya matibabu SHA ili kulipa madeni makubwa ambayo hospitali za misheni zinadai kutoka kwa mamlaka hiyo. Askofu Muheria amesema kuwa bado kuna watu wengi walionaswa na bili kubwa za hospitali licha ya kuwa wamelipia SHA na kubaini kuwa mpango huo si wa kutegemewa kikamilifu. Ametoa wito kwa hospitali nyingine zote kuja na njia za ubunifu za kuwasaidia wateja wao kukusanya pesa za kulipa bili za hospitali. wengi ambao <laughs> kwanza hawakuji hospitali kwa sababu hawajajiandikisha kwa SHA, lakini ni wagonjwa, hata hawa wanataka kusaidika. Wengine wamejiandika kwa SHA, wanajiandikisha, lakini wakija bado kuna malipo wataingawa, wamekuja hospitali sasa tuwafanyaje ili hospitali isiende hasara? kwa sababu wakati huu tumeshikwa na kabwa, tumekabwa sana, kwa sababu hatujalipa malipo makubwa lakini bado laki, lazima tupatiane huduma kwa wale wa, wa, wa, wanakuja wakiugua magonjwa mbalimbali. Basi ni kwa sababu hii ambayo leo tunasherekea vile watu wamejitokeza kuchangia na kufurahia na kuchanga, na tunawashukuru sana.